Hivi karibuni askofu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania, Askofu Mkuu Emausi Mwamakula alitoa wito ambao umeashiria wa kuweza kupewa kile alichokitaja kuwa haki ya kujumuika pamoja na kufanya ibada kwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo chini ya uongozi wa Askofu Josefati Gwajima. Katika waraka huo alioandika, alitoa wito wa kuzingatia misingi ya katiba inayotoa uhuru kwa wananchi kuabudu. Katika mazingira hayo, nimemkaribisha siku ya leo kwa njia ya simu, hasa nikitaka kujua hasa ni mambo gani ambayo ameyakusudia pindi ambapo ameandika waraka wake katika kipindi hiki nchini Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimamia taratibu za uendeshaji wa shughuli za kiimani na taratibu hizo ndizo ambazo zimezingatiwa katika mazingira ya sasa, baada ya kuona kwamba pengine ujumbe ambao ulitolewa ilikuwa ni kinyume na taratibu za taifa la Tanzania. Haufikiri kwamba kulikuwa na sababu za msingi za serikali kuchukua hatua ambazo zimechukuliwa kwa sasa? Hapana, hakuna, taratibu zote zimesimamiwa. Huyo Gwajima, askofu Gwajima aliita vyombo vya habari, Ujumbe wake aliongea na vyombo vya habari, aliita press. Haikuwa madhabahu ile, alikuwa Jumapili kwenye ibada, yeye aliita vyombo vya habari na alitamka wazi kwamba yeye anaongea kama Mtanzania na si mbunge. Kwa hiyo aliongea kwa kofia yake kama Mtanzania na, na, na aliongea pia kama, kama mbunge pia hakuita. Haukuwa mkutano mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima uliotoa lile tamko wala haikuwa kwenye madhabahu ya Ufufuo na Uzima. Aliyetoa tamko ni mtu ameita press. Sasa yeye kaita vyombo vya habari halafu ninyi e, serikali inaenda kuadhibu waumini wote kwa, kwa kuwazuia kusali, hakuna taratibu zote zilizofuatwa pale na e, lakini kama ni suala la kwanza. Swali la pili kuna viongozi wa makanisa ambao wametoa ujumbe wa Pasaka kwenye madhabahu hawajaguswa, lakini huyu yeye hajatoa kwenye madhabahu ameita press vyombo vya habari sasa. Hiyo ya kwamba kutoa kwenye madhabahu nadhani iliondolewe kwa sababu ni ni upotofu, lakini mnakubaliana ya kwamba kuna taratibu za msingi ambazo zinatakiwa kusimamia shughuli hizi za kuabudu nchini Tanzania. Kwanza ijulikane kabisa kwamba uhuru wa kuabudu nchini Tanzania unawekwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo kama kuna taratibu zote za msingi ambazo zinatakiwa zisimamiwe zisikiuke katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo na msingi sana kuniweka k kwa, kwa upande wa Kanisa la, la, la Ufufuo na Uzima ambao tunaliongea sasa hivi, hakuna taratibu zozote ambazo sema serikali inasimamia waraka uliotumwa. Hiyo kesi iko mahakamani, nadhani hata wanaofuatilia kesi wanaona kabisa kunikanganya mimi ninachoweza kusema tu ni kwamba weza wajikanganye wasijikanganye, awe ni msajili, awe ni IGP, awe ni e, awe ni mwanasheria mkuu, wote ni wateule wa rais, lakini ijulikane kwamba haya mambo yametokea baada ya wajima kuongea na vyombo vya habari kuhoji utekaji kuhoji mamlaka ya rais kuhusu kute, kuteua na kutengua wakuwa vyombo vya ulinzi vya, na usalama, baadaye kwenye mkutano mkuu wa CCM mwenyekiti wa sisiemu ambaye pia ndio lais akatoa kauli za namna ambayo mi naziita kauli hasi ee, kwa gwajima akisema magwajima na kugwajima naye. Baada ya hapo ndo ukaja huo uharaka kufuta usajili wa kanisa, na ndani ya muda mfupi uda <mihilis> mmh. usalama zimezingira zime kanisa na kuweka utepe. Kwa hiyo hayo ndio sintofahamu kwa ujumla kilicho kinachotokea hapo sana tunaweza tukasema kwamba ni serikali ikivunja katiba ya nchi na sheria za nchi wa kuwaadhibu watu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima waumini. Lakini serikali wakati fulani inaeleza taratibu ambazo pengine zinatakiwa kuweza kuzingatiwa uh, pindi ambapo hatua fulani fulani ambazo zinahusu maswala ambayo yanahusu ustawi wa jamii zinapotakiwa kuweza kutazamwa kwa undani zaidi. Hili ambalo linazungumzwa kwa hivi sasa, pengine ambalo limechochea hasa kusimamishwa kwa shughuli hizo, ni jambo ambalo tayari pengine kwa namna moja ama nyingine lilikuwa limekwisha kuanza kutolewa ufafanuzi na serikali, na pengine serikali imelitazama katika hali ambayo inaweza ikaleta mvutano zaidi ambao unahusu masuala ya kiimani, na ndio maana wamechukua hatua ambazo wamezichukua kwa sasa. Ufikiri kwamba lilikuwa ni jambo jema kwa hatua ambazo zimechukuliwa kwa sasa? ha, lile ni kanisa, kama ni kanisa eh, wale bodi ya wa wazamini wa kanisa wale wamefanya kwa tarehe yake. Serikali imewaandikia nini, kuwaonya au kuwauliza au kuwaenda bodi ya wazamini wa kanisa? Tunachoweza kusema ni kwamba askofu Gwajima, ambaye ni kiongozi wa makanisa hayo, pia ni mbunge kao yeye, kwa kofia yake ya ubunge na pia kama Mtanzania, aliita vyombo vya habari kuongea maoni yake ambayo aliyaongea na umma uliyasikia lakini baada ya hapo tukaona mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndio mwenyekiti wa chama ambacho wajumbe pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM anaongea kwenye mkutano. Lakini baadaye ndio tunaona serikali eh, tunaona nyaraka zinasambaa mtandaoni, tunaona jeshi la na polisi inaingia pale, hakuna taratibu zote ambazo serikali imetumia ime, ime, ime ni kwamba bila kumung'unya maneno, serikali inavunja katiba, serikali ina kutumia vibaya mamlaka yake. Makanisa ya elfu mbili unayafungaje unayafikaje? Makanisa ya elfu mbili kwa kauli ya kiongozi ambaye mnajua kwamba ni kiongozi mwanasiasa, la kwa kwanza. La pili, huyo huyo askofu kwa jina kamili, miaka miwili iliyopita alizunguka nchi nzima akimsifia Rais Samia akipiga kampeni CCM, mikutano yote wa Tanzania waliishuhudia, alienda kila nchi, walikuwa wanamlinda na nini. Sasa kipindi kile anazunguka nchi nzima kumsifia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na kuwapigia debe wa bunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nia ya kufunga kanisa leo wanahoji kuhusu watu kutekwa, ndio wafunge kanisa? Serikali inavunja katiba yake inavunja katiba ya, ina, ina, ina, ina, ina ya nchi. Watanzania wakiwa makini bila kuogopa, ni lazima waiambie serikali, onyeshie kidole serikali kwamba katika hili inavunja katiba, inawaonea waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Leo hatuwezi kusema ni Wakristo wa ufufuo na uzima, kesho anaweza kaenda kwa kanisa lingine kwao. Hatuwezi kunyamaza kati, hatuwezi kunyamazia jambo hili. Wao wanajua kabisa ni wanachama wao, hiyo hatuweza kulikubali. Tuendelea kupiga kelele, tunajua kwamba katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania kuna kamati za amani ambazo zinaleta mjumuiko wa dini mbalimbali. Nataka kusikia kupitia pengine kamati hizi mbali ya hatua ambazo zimechukuliwa za kimahakama kuna jitihada nyingine ambazo pengine viongozi wa dini mmezichukua ili kuweza kuona suala hili mnalimaliza katika meza ya mazungumzo. Nisingependa kuongea mambo ya jumla jumla wakati mimi waraka ambao imeuandika <laughs> umelenda na unaonekana mwandishi ni nani. Ungeenda kwa kusema kamati kama kamati gani hizi, kamati za amani ambazo zinajumuisha dini mbalimbali, kuna kuna kuna kuna jumuia eh? Tunajua kuna baraza la, la, la maaskofu Tanzania teki kuna CCT, kuna baraza la maaskofu Tanzania, kuna Bakwata. Haya majukwaa ambayo umeyazungumza pengine mmekwisha kuchukua jitihada za kuja pamoja na kuweza kutafuta maridhiano katika meza ya mazungumzo. Sijajua ah, ah, kanisa la la, la Gwajima liko katika baraza lipi, lakini waraka wangu unajionyesha kabisa mimi nikiongozi wa namna gani wa kanisa gani nimetoa huo waraka hizi makanisa mengine mabaraza mengine yana vyombo vyake yana utaratibu wake siwezi kuwa msemaji wa, wa baraza lolote kati yayo niliyoyataja yana kila baraza ina katibu mkuu wake ndo atakuwa msemaji katibu mkuu wa baraza la niliyotaja weza liwe lina katibu mkuu wake huyo ndo atakuwa msemaji wa kila baraza askofu awezi kuwa msemaji wa baraza lolote Askofu Mwamakula, wakati fulani umeonekana katika jukwaa la chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, pengine pindi ambapo unaandika ujumbe kama huu ku, kwenda kwa Watanzania, hasa ukiashiria kwamba unaona kuna haja ya kutafuta maridhiano. Au fikiri kwamba unaweza ukatazamwa kwamba ni mtu ambaye unasukumwa na hisia ambazo zipo katika mlengo wa kisiasa. Askofu anaonekana kwenye majukwaa mengi, anaonekana kwenye jukwaa la chama cha wanasheria Tanzania, ameonekana kwenye majukwaa ya e, ACT Wazalendo, ameonekana kwenye majukwaa ya Chadema, ameonekana kwenye majukwaa ya hii e, e, e, taasisi ya kutetea haki za binadamu eyaamejulikana kwenye majukwaa aina mbalimbali. Kwa hiyo waraka huo umejitosheleza umesaidiwa maaskofu wa kanisa la mwaravelo wa msho Tanzania. Kwa nini wafikirie hivyo a kwenye majukwaa ya harusi kwenye a-kwenye kwenye, kwenye jukwaa la harusi yako ya mtoto wako. Sasa eh, kwa nini tafsiriwe kwa majukwaa inayokwenda? Askofu hana mipaka, anaenda kwenye majukwaa ya aina mbalimbali, lakini popote askofu anapokuwa ni lazima anaweka clear, anaongea kama nani. Ufaraka umeongewa kama askofu wa kanisa, askofu kiongozi, ndiyo maana yake askofu aliye mtanzania Eh, kuonekana kwa jukwaa la Chadema, ACT Wazalendo, TLS au nini, hawezi kuwa msemaji wa hayo askofu. Kwa hiyo hawezi hatuwezi kum, kumfunga askofu, kesho kesho kutwa ataonekana pia kwenye jukwaa la maboda boda, kwa hiyo utasema kwamba kwa sababu alikuwa kwenye jukwaa la watu wa boda boda, kwa hiyo ujumbe wake utatafsiriwa kwamba ni boda boda? Hapana. Katika mazingira ya sasa na katika wito ambao unautoa katika mazingira haya ni mambo gani ambayo unafikiri kwamba yanatakiwa yaweze kufanyika ili kuweza kuendeleza umoja na mshikamano, na pengine kuendelea kuhakikisha zile haki za msingi zinazingatiwa, lakini uhuru na umoja wa Tanzania unaendelea kuimarika? Serikali na watawala waheshimu katiba waliyoapa kuilinda. Hilo ndio jambo sio ambayo tunatakiwa tusimung'unye maneno. Serikali iheshimu katiba katika hili. Serikali inaingilia uhuru wa watu wa kuabudu iondoe utete kwenye makanisa ya Ufufuo na Uzima, iruhusu watu waendelee kuabudu kama kawaida. Kama kama Askofu Gwajima ana makosa, wampeleke mahakamani kama yeye. Kwani Askofu Gwajima alivyokuwa anagombea wenye ubunge wa, wa wa jimbo la Kawe, lilimtuma kanisa bila shaka, alikumtuma kanisa hali aliku kumsaidia kupiga kampeni alivyokuwa anagombea ubunge wa halmashauri kuu ya NEC ya CCM lilimtuma kanisa hali kumtuma kanisa sasa, kwa nini mawazo yake anapotoa ya namna hiyo walianza kuliadhibu kanisa? Huko ni kuvunja katiba ya nchi, lakini ni shambulizi dhidi ya mwili wa kanisa, mwili wa Kristo ambao ni sehemu. Kanisa la Ufufuo na Uzima ni sehemu ya mwili wa Kristo. Sasa hatuwezi kushangilia, kwa sababu leo utepe umeweka kwenye kanisa hilo, kesho kesho kua itakuwa sehemu nyingine. Watawala na serikali ya Tanzania wame vunja katiba ya nchi, wameingilia uhuru wa watu kuabudu. Nini ambacho kinatakiwa sasa kifanyike? Waraka wetu unajuli, unaonekana na hapa kwenye, kwenye kwenye -kwenye kauli yangu nimeweka vizuri kabisa, kinatakiwa kifanyike: serikali iondoe mikono yake katika makanisa ya Ufufuo na Uzima Tanzania, yache yaendelee kuabudu kama kawaida. Hicho ndio kitu cha kuanzia kufanya hapo, hayo mambo mengine hayo, kama serikali inahisi kwamba Mwajima amekosea au baadhi ya watu ndani yake kanisa wamekosea, basi wawawite. Mbona kanisa limekuwa likitoa matamko mengi mbalimbali? Tumeeleza mfano wa matamko humo. E, hata juzi tu wakati wa pa, Pasaka ba, ma makanisa ametoa matamko, kwani wamefunga hayo makanisa kwa sababu viongozi wametoa matamko? Wameenda kuweka utepe huko kuana, serikali ina ushahidi wote kwamba makanisa Ufufuo na Uzima, kuna mambo yote ambayo yanafanyika kinyume cha sheria, ili serikali imejielekeza vibaya imevunja katiba ya nchi iachane na na, na, na, na, kufungu, na kufuta kanisa la Ufufuo na Uzima. Waumini wa waendelee kusali, waondoe wana wa mapolisi kuleo. Utapigaje mabomu waumini wa wa ambao hawana hata hata jembe hawana hata jiwe, wanatenza rohoni, wanaimba. Unaliona kama halichoweza kuchukuliwa hatua linaweza likawa na matukio hasi hapo baadaye. Mpaka sasa hivi imesha kuwa na matukio hasi. Sasa wasiposikiliza hii sauti ya askofu wataona kinachoendelea, na watu wamekasirika. Katika hii hakuna aliyefurahia jambo hili, hata wao serikali wanalijua, kwa hiyo kwamba kitatokea kitu gani? Watu wamekasirika, hakuna aliyefurahia katika jambo hili. Serikali katika hiyo ichutane, irudi, iache kuvunja katiba ya kuingilia uhuru wa kuabudu wa watu. Utafukaje kanisa kwa sababu ya kauli ya kiongozi ambaye ni mwanachama wenu, unaenda unafungia kanisa Mafinga. Mchungaji wa Mafinga anahusikaje na kauli ya Gwajima? Waumini wa Mafinga anahusikaje na kauli ya Gwajima? Lakini taarifa ya serikali haikuweza kueleza kwamba ni kwa sababu ya kauli zaidi. Pengine ilijielekeza ikiangalia kwamba kuna baadhi ya taarifa ambazo so zimetolewa zinaweza zikawa zinaashiria kuleta hali ambayo si ya utulivu katika taifa. Pengine hawawezi kujielekeza kwa sababu hawana msingi wowote wa kusimamia wa kisheria na wa kikatiba hawawezi kujielekeza. Utatoaje kauli za jumla jumla eh? Utatoaje kauli za jumla jumla? Hayo makanisa huko nchi nzima huko wametoa kauli gani za za, za, za, za uashiria wa amani? Serikali si ina, ina, ina ina vyombo vya vyake, kwa nini wakamate hao viongozi wanaotoa hayo, iwapeleke mahakamani au waumini hao? Kwa hiyo hilo, na ninyi waandishi wa habari hojini serikali, wahojini, msiogope, wametumia vigezo gani muwahoji bado tu kwa ajili ya kuingilia uhuru wako wa bunu. Mi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo, asante sana.